o tunaendelea na kazi zetu za ukaguzi wa utekelezaji wa masharti ya leseni kwa wasafirishaji eh, kwa mujibu wa sheria. Na kazi hii inaendelea nchi nzima ili tuweze kuhakikisha kwamba abiria wetu wanapata huduma zinazostahili kwa mujibu wa sheria. Vile vile ili tuweze kuhakikisha kwamba wasafirishaji wanatimiza wajibu wao na wanatumia vizuri fursa hiyo kufanya biashara ili waweze kupata faida. Kwanza tunapenda kutoa eh, eh, maelezo zaidi kuhusiana na mabadiliko ya sheria yaliyofanyika hivi karibuni yaliyopitishwa na bunge hivi karibuni, ambapo eh, z eh, zamani, kabla ya mabadiliko hayo, jukumu la ukaguzi wa magari kabla ya kuyapa leseni wanaita mandatory vehicle inspection lilikuwa lipo kwa sheria ya LATRA na sheria ya, ya usalama barabarani. Kwa hiyo ilikuwa kuna eh, mrudiano wa majukumu katika sheria hizo mbili. Kwa hiyo mabadiliko kwa upande wa ukaguzi yaliyofanyika ni yale ya kuondoa LATRA jukumu la kukagua magari kabla ya kuwapa leseni, sio baada ya kuwapa leseni. Kwa hiyo hata zamani tumekuwa hatufanyi huo ukaguzi kusabu, liku, kwa sababu jukumu lilikuwa liko kwetu, naio kwa wenzetu wa jeshi la polisi, kwa usalama barabarani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaachia wenzetu, walikuwa wanafanya wanakagua, na ule ukaguzi mwisho wake ni kutoa ile taarifa ya hati ya ukaguzi wa gari kwamba gari hili liko, liko salama au linafaa kwa ajili ya kupewa leseni ili liweze kufanya biashara la kwanza. Pili tunapenda kusema kwamba moja katika vitu ambavyo tunakagua ni matumizi ya tiketi za mtandao. Tiketi za mtandao ni mahitaji ya kisheria na kwa kweli hakuna utaratibu wote ambao unaweza kutumika nje ya tiketi mtandao, kwa hiyo ni, ni lazima wasafirishaji wote watumie huo wa mfumo na tunashukuru sasa hivi tumeboresha baada ya kanuni hizi za tiketi mtandao kuanza kutumika tangu Januari mwaka 2024, mwaka jana, tumekuwa tukishirikiana na wasafirishaji pamoja na watoa wa huduma wa hii mifumo kwa maana ya vendors. Kwa mujibu wa sheria, msafirishaji anaruhusiwa kumiliki mfumo wake mwenyewe wa mauzo ya tiketi za mtandao au anaruhusiwa pia kuamua kuchagua katika wale watoa wa huduma za tiketi kwa maana ya vendor za mtandao anachagua anaruhusiwa kuchagua kati ya mtoa huduma wa tiketi mtandao walioidhinishwa na LATRA. Huu kaguzi ni mzuri, kwa sababu kwanza unatusaidia sasa kwenye, mnatuhimiza zaidi tuweke tag, na hiyo kuweka tag inasaidia tusipoteze mabegi au kuchanganya abiria, ab, au abiria mwenyewe kuchanganya begi lake, badala ya kuchukua la kwake anachukua la mwingine. Kwao anapotaka kuchukua begi atasema siti yangu siti, siti flani. Kwa hiyo atachukua begi kulingana na siti yake, kwa hiyo inakuwa inatusaidia sisi.